Je, yeah, ni majibu ya aina gani ambayo mara nyingi yanafanya watu wengi wanyimwe visa katika ubalozi wa Marekani wanapokwenda kuomba visa? Kumekuwa na myth ambayo imejengeka miongoni mwa watu wengi kwamba unapoenda katika ubalozi wa Marekani kuomba visa, inabidi ujitahidi kutaja majibu ambayo ni mafupi kabisa ya maswali ambayo unaulizwa, yaani kwamba usiongeze maelezo mengi ama mifano mingi ambayo itampelekea mtu wa visa kuanza kukudoubt ama kukuuliza maswali mengine ya ziada ambayo yatakupelekea unyimwe visa eventually. Sasa watu wengi wanakuwa wanawashauri watu wanaoenda kuomba visa ya ubalozi wa Marekani majibu yao yawe mafupi sana, kiasi ya kwamba uh, jambo hili linafanya wale watoa visa wawe na maswali mengi ya ziada ya kuuliza ili kupata taarifa zako nyingi, ambazo uh, zingeamua wao kukupa visa ama kukunyima. Katika uchunguzi ambao nilifanya kupitia channel ya Agro Visa iliyoko YouTube, channel hii inamilikiwa na, na ex-visa officers ambao wamekuwa wakifanya kazi katika balozi za Marekani za nchi uh, nyingi duniani. Kwa hiyo wanakuwa na uzoefu wa kutosha na wanajua wa wanachokisema. Mara nyingi wamekuwa wakilalamika watu wanaokwenda katika ubalozi wa Marekani na kuto kutoa ushirikiano mzuri ama kujibu majibu mafupi mafupi ambayo hayaelezi waziwazi wazi wazi, uh, jinsi gani wao wamekwalifai kwa ile visa wanayoomba. Sasa kuna tofauti kati ya jibu refu, jibu fupi na jibu kamili. Hawa ex visa officer wanashauri watu kwenda na hili chaguo la tatu, jibu kamili, kuachana na majibu marefu ambayo hayana msingi, kuachana na majibu mafupi na kwenda na jibu kamili. Unaweza kujiuliza, jibu kamili ni jibu gani? Labda nikuelezee tofauti ya majibu haya matatu. Jibu fupi ni ile jibu ambalo halina maelezo mengi na mara nyingi linakuwa ni neno moja ama maneno mawili halizidi na Majibu haya huenda yakawa ni yale ya yes no ama ya kujibu tu uh, neno moja. Kwa mfano, mtu anaulizwa kwa nini unataka kwenda nchini Marekani anasema kusoma. Ukisema kusoma, ni jibu ambalo halielezi waziwazi wazi, uh, jinsi gani wewe umekwalify kwenda kusoma nchini Marekani. Kwa hiyo itamfanya mtu wa visa aanze kukuuliza tena swali linalofuata, labda kusoma wapi ama kusoma nini. Kwa hiyo unakuta maswali yanakuwa mengi na majibu yako yanazidi kuwa mafupi. Mwisho wa siku, unaambiwa kwamba you are not qualified to get this type of visa. Na mara nyingi watu hawa wanalalamika kwamba niulize swali moja tu au mawili nikanyimwa visa, mara uh, nili, nili, nilipokuwa nikijieleza nilikatishwa, nikanyimwa visa, ama nilihojiwa tu kwa dakika moja ama dakika mbili nikanyimwa visa. Na mara nyingi wengine wanasema kwamba hakutaka hata kuona dokument zangu alinyima viza. Wanashindwa kuelewa kwamba kumbe katika majibu ambayo yanatoa, wanayatoa ndio yanaamua zaidi wewe kupata viza ama kunyimwa viza. Viza ofisa wengi wanadai katika training wanazoenda before waende katika embassies wanaambiwa kwamba do not rely on document. Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba document can be fake, lakini your answer, your eye contact Your confidence cannot be faked. Mtu ambaye ana confidence, mtu ambaye anasema ukweli ni rahisi kumjua unapomwangalia usoni. Ndio maana katika balozi nyingi za Marekani wanahitaji watu waende uh, physically, waende wenyewe uso kwa uso, wawaangalie na kujibu maswali yanayoulizwa wakiwa wanamwangalia mtoa visa ili waone kwamba wewe unachokisema ni kweli ama sio kweli. Wangekuwa wanahitaji kuona dokumenti zako, wangefanya kama ubalozi wa Canada, ambapo unatuma tu documents, baada ya muda wanakupa majibu umepata visa ama la. Ila ubalozi wa Marekani wanataka wewe uongee. Ndio maana visa officer wengi wanashauri watu wajibu vizuri maswali wanaoulizwa, ili wapate chansi kubwa ya kupewa visa. Sasa wewe, niende kwenye tofauti nyingine ya jibu lingine ambalo ni jibu refu. Jibu refu ni nini? Uh, jibu refu ni lile jibu ambalo lina maelezo mengi na mifano mingi ambayo mingine ni muhimu na mingine haina ulazima kutaja. Kwa mfano, mtu unaeleza mambo mengi, umeuliza swali dogo tu, lakini unaanza kueleza hadi toka ulipokuwa unakuwa, familia yako ilikuleaje, uh, ulisoma na nani, ulifanya kazi na nani, vitu ambavyo havina msingi sana kuelezwa katika jibu lako. Kwa hiyo unakuta jibu linakuwa ni refu mpaka yule mtu wa visa anaweza kukatisha na kukuuliza swali lingine, umeona, ili ili akuguide wewe umjibu kile ambacho anataka kusikia. Sasa watu wengi katika hizi kategori mbili za jibu fupi ama jibu refu ambalo jibu refu linakuwa lina maelezo mengi ambayo hayana msingi, watu hawa wengi wanakosa visa kwa sababu mara nyingi hawatoe zile taarifa muhimu ambazo zinapelekea mtoa visa kushawishika kukupa viza, kwa sababu tunajua katika ubalozi wa Marekani sheria iliyowekwa ya immigration ni kwamba kila ambaye anakuja kuomba viza ya Marekani ni potential, uh, illegal immigrant. Ama ni potential immigrant. Kwamba wanaamini wewe unapoenda kuomba viza unataka kuja kuzamia nchini Marekani. Kwa hiyo wanataka wewe prove mbele ya mtoa viza kwamba lengo lako sio kuzamia, lengo lako ni kuja Marekani kufanya programu yako iliyokuleta na kuondoka baada ya visa kuisha. Kwa hiyo ni kupitia tu maelezo utayowapa wataamua kwamba kweli wewe umekwalifai ama hujakwalifai. Sasa twende katika jibu kamili. Jibu kamili ni jibu la namna gani? Jibu kamili ni jibu ambalo lina maelezo ya kina na lina mifano ya kutosha ambayo ni ya muhimu katika jibu hilo. Tumeona kwamba jibu refu ni jibu ambalo lina maelezo ya kina na mifano, lakini mara nyingi maelezo yale au mifano ile huenda isiwe muhimu katika jibu lile. Ama tunasema unnecessary. Lakini, jibu kamili ni jibu ambalo limejitosheleza kimaelezo na mifano na limeeleza kwa kina mambo ambayo haihitaji wewe tena kuuliza maswali kuelewa yani, kwamba mtu akikupa jibu hilo unaelewa waziwazi ni nini kinachoendelea. Visa officer wengi wanasema watu ambao wanajibu majibu kamili mara nyingi watapata visa bila kukosa. Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa wameeleza vitu vyote ambavyo vinahitajika kujulikana, lakini pia wameongeza vitu vya ziada ambavyo vimemshawishi mtoa visa kuwapa visa. Kwa mfano hoja, nikueleze tofauti ya majibu haya matatu kupitia swali hili ambalo ni very common kwenye visa interview. Utapofika ubalozi wa Marekani mara nyingi utaulizwa, why are you going to the US? why do you want to go to the US? what are you going to do in the US? Kwa hiyo swali hilo una option ya kulijibu kupitia jibu kamili, jibu refu, ama jibu fupi. Kama unaenda kufanya kazi, kwa mfano, kama unaenda kwa J1 visa kama mwalimu, unaweza kusema ikiwa utatumia jibu fupi kwamba I'm going to work as a teacher. Hilo ni jibu, lakini ni jibu fupi, you're going to work as a teacher. Option ya pili ni jibu refu, unaweza kuanza kujieleza pale. Ah, ever since I was a kid Uh, it was my dream to go to the US. I wanted to go to the US so bad. So this time around I got this chance in the US. I'm going to work there as a teacher. I uh, will be teaching science, blah, science blah blah blah, maelezo yanakuwa mengi, unaonekana unapoteza muda, hiyo ni option ya pili. Lakini option ya tatu, ukiwa utatumia jibu kamili ni kwamba utaeleza vitu hivi, jibu lako litakuwa linaeleza where are you going linaeleza what are you going to do linaeleza pia, what muda gani utaenda kukaa nchini Marekani, lakini pia litalenga kuonesha kwamba utarudi nchini mwako. Sababu mara nyingi visa interview yako huenda ika last for only 2 minutes or 3 minutes. Kwa hiyo every chance unayopewa ya kujibu swali tumia vizuri kuonesha vitu hivi nivyovitaja, kuonesha wapi unaenda. Unaenda kufanya nini kwa muda gani na uoneshe utarudi. Lenga kuonesha utarudi hata kama ujaulizwa kwamba utarudi ama hautarudi. Kwa mfano, mtu unapoulizwa swali kama hilo kwamba why are you going to, why are you going to the US? Unaweza ukaeleza kwamba I'm going to the US to participate in the program, in, in J1 program. A cultural exchange program as a teacher. I'll be teaching let's say math In Ohio, I'll be teaching maybe uh, third grade. I will stay there for like three years and at the end of my program I will come back to share what I've learned. Jibu hilo lime include vitu vya muhimu. Japokuwa uh, hujaulizwa vitu, vitu vingine lakini ni vitu ambavyo ni muhimu. Unaenda Marekani kufanya nini? Unasema, naenda Marekani kufanya program hii na hii na baada ya kumaliza programu yangu nitarudi nchini mwangu kushia nichojifunza nchini Marekani. Kwa hiyo swali kama hilo najibu kama hilo, linakuwa halihitaji tena maelezo ya ziada. Hana an haja tena kukuuliza, Where are you going? Will you return to your home country? inakuwa haina haja kwa sababu unakuwa umeshaeleza vitu vyote katika jibu moja, na hivyo ndivyo watu wengi wanashindwa kufanya, wakidhania kwamba watapewa chance ya kuulizwa ya kwamba will you come back to, to your home country. Mara nyingi you'll never get that chance, you'll never be asked, are you going to come back? so whatever question you are asked jaribu kulifanya jibu lako liendani li, li, li, li na kuonyesha kwamba you will come back to your home country after the program na uoneshe unaenda kufanya nini, na utaje wapi unaenda kufanya hiko kitu na kwa muda gani. Hata kama hukuulizwa specifically, jitahidi uinclude jibu lako na maelezo haya. Utakapofanya hivi, utakuwa umempunguzia mzigo ile mtu wa visa kukuuliza maswali mengi zaidi, na mara nyingi ukimpa jibu kama hilo utapata visa yako. Hivyo ndivyo mimi nilifanya na nilipewa j J1 visa within one minute. Nilishapata visa, kwa kuhakikisha kwamba nimetaja information muhimu hata kama sikuulizwa zote. Zote za muhimu nilizitaja katika kwa sekunde chache. Sio jibu refu ambalo lina maelezo lina maelezo mengi yasiyo na msingi. Ni jibu kamili ambalo lina maelezo yenye msingi na mifano ambayo inaeleweka. Na hivyo ndivyo unapata visa ya Marekani.